Karibu tena mpendo wa mfuatiliaji wa Top 10 TV. Uh, tumekuwa tukijifunza mambo mengi sana yanayohusisha afya na jinsi ya kujitibia hapo nyumbani, lakini hata siku moja nilikuwa sijaongelea swala la diet. Sasa leo nataka nieleze diet kwa watu wenye uzito mkubwa, na vile vile kwa wanaume wenye upungufu wa nguvu za kiume, na vile vile kwa wanaume wenye uume mdogo. Kuna wanaume wengine wamekuwa na uume mdogo kiasi kwamba hata kuwa na wapenzi wanaogopa, anaogopa kwa sababu ataona yule mpenzi atamshangaa, mbona una kibamia? Kibamia, wamekuwa na tabia kuita kibamia. Sasa nataka nikufundishe njia rahisi sana ambazo kwanza zitapunguza unene wako, kama ni mnene na kama ni mtu wa kawaida zitakumaintain, ndio utakuwa na afya njema. Ana kitu cha pili, kama una tatizo la nguvu za kiume litaondoka kabisa kabisa, na kama una kibamia na maanisha una uume mdogo, nalo pia hilo tatizo litaondoka litaondolea. Na vitu hivi unavyoviona hapo mbele yako sio vitu vya ajabu sana, nadhani unavijua, kila mtu anavifahamu hapo nyumbani, lakini pengine hujui matumizi yake, ndio maana unahangaika. Nina maji maji, haya haya maji ni lita moja, nadhani ni kitu ambacho kila mtu anakijua, unacho hapo nyumbani vile vile nina asali hii hapa, asali mbichi. Nilishasema asali, nikisema asali mbichi sio lazima uione kwa rangi hii unayoiona hapa. Inaweza ikawa na rangi nyingine tofauti, lakini still ikawa ni asali mbichi. Kwa mfano, ninayo hii ambayo tayari imekwisha chujwa na ninayo hii hapa ambayo bado haijachujwa. Ukiona hii iliyochujwa ni safi zaidi. Hii ambayo haijachujwa bado sio safi. Na kuna nyingine ninayo hapa, hii hapa. Ingawa hii imechanganywa na mdalasini, lakini yenyewe ni nyeusi kidogo. Ah, nadhani unaelewa. Kwa hiyo isikuchanganye swala la asali ukiona na rangi hii, rangi ile, rangi ile. Kinachotakiwa kwenye asali ni hiki ambacho nitakuonyesha saa hizi. Asali yako ni hii. Nimekuwa nikifundisha hivi ili muwe mnaelewa vizuri kuhusu asali, kwa sababu watu wanachanganyikiwa. Unaiona asali hii, unaiona inashikana, unavyoirejesha inashika, hiyo ndio asali. Unaiona inashikana hivi, inarudi kama uji, haiachani achani, haikatiki, hiyo ndio asali ndio inavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo kuna watu wamekuwa wakichanganyikiwa nikisema asali mbichi, anafikiri lazima iwe na rangi kama hivi. Hapana, lazima tu iwe inashikana kama mlenda, unavyoirejesha au unavyoitikisa hivi huwa haiachani. Hiyo unajua kuwa ni asali mbichi. Vile vile nina ndizi hizi hapa unaziona, nina tangawizi hizo hapo, nina kitungu saumu hiki hapa, nina machungwa haya hapa unayaona. A, na vile vile nina na asali iliyochanganywa na mdalasini asali iliyochanganywa na mdalasini kuna watu walishakuwepo hapa tulishatengeneza asali na mdalasini sasa hii ndo mimi nilihifadhi kwa hiyo kuna mwingine sema mbona mbona sijaona unavyochanganya ni hivi na jinsi ya kuichanganya hii asali inayokuwa na mdalasini unachukua asali lita moja unachukua mdalasini vijiko kumi unachanganya huko ndani basi ndio utakao umesha ichanganya. Kwa hiyo kuna watu wengine huwa hawaelewi nikisema asali na mdalasini. Sasa jinsi ya kwenda kuj... Kwa hiyo jinsi ya kujitibia, unachotakiwa ufanye, ukiamka asubuhi, utachukua maji haya unayoona lita moja, maji lita moja utakunywa yote, usinywe kidogo, unatakiwa kunywa yote. Ukishakunywa maji lita moja unakaa saa moja. Baada ya saa moja, unachukua maji vugu vugu, ya vuguvugu yaliyochanganywa na asali yenye mdalasini vijiko viwili, unakunywa hii, utakunywa kama chai. Kwa hiyo unaweza ukatumia mkate, ukatumia chochote kile ambacho unapenda kukitumia, utatumia hiki hiki kinywaji badala ya chai. Baada ya hivyo, mchana sasa inategemea wewe unapenda nini lakini, mchana unachotakiwa kabla hujakula chakula cha mchana, chukua ndizi sita, unaziona hizi, mbili, nne, sita, zenye ukubwa huu unavyosema, ndizi zenye ukubwa huu. Ndizi sita utakula saa moja kabla ya kula chakula chako cha mchana, na chakula cha mchana kinatakiwa kiwe kiasi kidogo, usile chakula kingi sana, unakula tu kiasi kidogo. Baada ya kula chakula cha mchana, jioni jioni, kabla ya kufika ile usiku, tafuta matunda unayoyapenda Utakula matunda unayoyapenda, kama mimi napenda machungwa, nitakula machungwa. Lakini tu wewe mwenye tatizo la vidonda vya tumbo, basi usile machungwa, kwa sababu machungwa yana yana yana asidi nyingi, ambayo inaleta tena kuumiza vidonda vya tumbo. Kwa hiyo kama una una tatizo la vidonda vya tumbo, usile hii. Lakini jioni sasa, baada ya kuwa umeshakula matunda jioni, utakula chakula chako vizuri. Imefika muda wa kwenda kulala, imefika muda wa kwenda kulala. Ah, unatakiwa uchukue tangawizi kama hii au kama una tangawizi iliyosagwa ni vizuri. Utaikatakata hii tangawizi, utaichemsha vizuri maji kikombe kama hiki hapa, nadhani kinaonekana vizuri. Kikombe hiki utakunywa tangawizi kikombe kama hiki lakini, kama una asali ni vizuri sana kutumia asali kuweka flavor, lakini kama hauna asali, weka sukari kiasi kidogo, kwa sababu uh, sukari sio nzuri kwenye miili yetu. Kwa hiyo, kama mwanaume ambaye ana tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, usiku unapolala utakunywa kikombe kimoja cha tangawizi kali kama hivi. Ukiwa mwanaume ambaye nguvu za kiume ziko vizuri, lakini tatizo lako ni ni ni, uume ni, ni wako ni mdogo, basi utakunywa utakunywa maziwa kikombe kimoja au maziwa glasi moja utaweka na vitunguu saumu punje kumi au kumi na mbili lakini hizo punje unazikatakata vipande vidogo vidogo, ili ziweze kumezeka. Unaweza katakata vipande vidogo vidogo uweze kumeza, lakini kama unaweza kutafuna pia sio mbaya, unaweza kutafuna hivyo. Kwa hiyo, kwa mwanaume mwenye tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, usiku unapolala, baada ya hiyo diet yote, utakula tangawizi. Kama unaweza kutafuna, tafuna tangawizi. Kama unashindwa, chemsha vizuri yale maji, alafu utakunywa kikombe kimoja kila usiku unapolala lakini kwa mwanaume mwenye kibamia basi utakula utakunywa maziwa aa, na maziwa glasi moja pamoja na vitunguu saumu kumi hadi kumi na mbili lakini ikiwa unashindwa kupata maziwa basi utachukua hivyo vipunje vya kitunguu saumu kumi au kumi na mbili utachukua na asali hii asali aa, vijiko viwili alafu utakula nayo na pia inafanya kazi moja kama maziwa Hakuna siri ya pekee katika maziwa na asali. Nadhani kwa wale ambao wanafuatilia masuala ya dini wanafahamu siri iliyopo kati ya maziwa na asali. Hata Mungu anasema, nitawapa nchi yenye maziwa na asali. Hakusema nitawapa nchi yenye nyama a, na, na vitu vingine. Alisema nitawapa nchi yenye maziwa na asali. Kwa hiyo maziwa na asali ni dawa nzuri sana, nzuri sana, nzuri. Kwa hiyo kwa mwenye matatizo la kibamia, unaona kitu kako ni kadogo kwa mwanaume, kuna wengine na adogo sana, unaweza kutaka kako hivi tu. <laughs> Na nilishasema size ya mwanaume inatakiwa iwe inchi nne. Ikiwa hivi sio mbaya, wengine iki, ikiwa kama hivi sio mbaya, lakini kasiwe kadogo sana. Kikiwa kidogo sana, basi dawa yake ni kitunguu saumu na maziwa au kitunguu saumu na asali. Nadhani unanielewa vizuri. Kuna wale wanaume ambao wanapata tatizo la uchovu muda wote. Sasa uchovu unazidi, kinachotakiwa utatumia asali iliyochanganywa na mdalasini, utatumia two times. Maana yake nasema two times inamaanisha mara mbili uh, kwa siku, utatumia uh, asubuhi ukiamka, utatumia na jioni unapolala. Kwa wale sikia tu uchovu, lakini hawana hayo matatizo niliyoyataja hapo. Kwa hiyo hii ndo, ndo ndo, kwa kifupi diet yetu jinsi ilivyo kuwa, tuna ndizi hizi hapo unaziona, tuna kitunguu saumu hiki hapo unakiona, tuna kitunguu saumu uh, hiki hapo unakiona uh, tuna tangawizi hii hapo umeiona, uh, tuna maji haya hapa, haya ndo maji yetu ambayo tunayataka kuyatumia kwa ajili ya kujitibia. Nadhani mmenielewa vizuri kabisa lakini kama utakuwa na swali au na jambo lolote unataka kujifunza kutoka kwangu basi usisite namba yangu ni sifuri sita saba sita mbili tisini na nane mbili sabini sifuri sita saba sita mbili tisini na nane mbili sabini lakini kama bado hujasubscribe we mfanya hivyo sahizi ili usio napitwa na story kama hizi ambazo nitakuwa nazifundisha hapa kila siku nitakuwa nafundisha masomo mazuri kama haya, naamini kabisa wanawasaidia hapo majumbani kwenu. Lakini vile vile, kama unatamani jambo lolote, niwekee comment hapo, niambie kitu chochote, Bwana Safari, fundisha jambo fulani. Nitatii na nitawasikiliza nyinyi mnachokitaka, na nitafundisha hilo jambo mnalolitaka. Nawapenda sana, nawatakia wakati mwema. Karibuni sana hapa Top 10 TV.